Afande Majula alifukuzwa, naye alikimbia kuyanusuru maisha yake. Alitumbukia katika mtaro wa maji machafu, hakujali akapiga mbizi humo, kisha akaibuka katika barabara ya vumbi. Ilikuwa usiku wa manane. Japo hakufahamu alifukuzwa na watu wangapi, walikuwa saba. Alifika sehemu iliyokuwa na ukuta mrefu kwa ustadi wa hali ya juu aliutambaa ukuta ule, hata ungezani ni mjusi. Alitoa upande wa pili, waliomkimbiza nao waliupanda ukuta ule. Hapo akagundua hakukimbizwa na watu wa kawaida, alikimbizwa na watu kazi. Alifika mbele palipokuwa na ukuta mwingine, hakufanikiwa kuupanda, alivutwa akadondoka chini, kisha akanyanyuka haraka na kurusha teke zito lililompata mbavuni mojawapo ya watu waliokuwa wakimfukuza. Sasa aliyaona mapambano, mmoja alidondoka chini, lakini sasa walibaki sita wamesimama. Afande Majula alipigana kwa ustadi na watu hawa, kuna wakati alipiga karate, wakati mwingine akapiga Krav Maga na kuna muda alionekana akibeba jiwe na kumpiga nalo adui. Bila shaka mapigo haya huitwa sistima. Baada ya muda wa mapigano, alibaki adui mmoja. Walisumbuana kwa muda. Sasa Afande Majula alihamia katika boxing, masumbwi. Alipiga right ikakwepwa, akapiga lefti ikaunwa. alipojaribu kupiga apakati akafunikwa na wavu mzito, kisha akanyanyuliwa juu juu, kuelekezwa ulikotokea wavu ule. Alivutwa mpaka ndani ya helikopta, akawaza hawa jamaa wana mpaka helikopta. Akiendelea kushangaa na asiye na uwezo wa kujitetea tena, akapigwa na shoti, fahamu zikapotea. Afande Majula alizinduka. Afande Majula alizinduka na kujikuta akiwa kazungukwa na genge la wahalifu. Mbele yake alikaa Master Baron, zungu kuu la unga. Afande Majula anamfahamu vyema Master Baron, Majula amekuwa mwiba mkali katika dili za jamaa huyu Kasababisha vijana wake wengi kukamatwa na alionekana tishio la biashara hii. Afande Majula alipomwona Master Baron akatambua wazi sasa mwisho wake ulifika. Akajilaumu kwa kufanya uzembe wa kwenda kunywa pombe baa ya mtaani, ili hali anafahamu kazi yake ya kupambana na wahuni inahatarisha maisha yake. Afande, Master aliita. Majula akamtazama, kisha masta akaendelea, "Nisikilize bwana mdogo, tunaweza tukaanza mwanzo mpya. Chukua barua hii, ndani kuna maelezo. Nenda nyumbani kwako yasome, kisha nipigie simu kuwa umekubali, tuanze kazi yetu. Majula alipokea bahasha ya kaki, kisha akaanza kuondoka eneo hilo, kwa kuwa hakuamini kama kweli ataachwa salama. Hakugeuka, bali alitembea kinyumenyume akiwaangalia mabandibi wale. Alifikia mlango na haraka akachomoka kama radi, kisha walinzi hawakufahamu mtu yule aliwezaje kuruka ukuta uliotegeshwa nyaya za umeme. Afande Majula alifika nyumbani kwake. Aliiweka bahasha juu ya kabati. Kwa kuwa kesho alikuwa na mapumziko, alipanga kuusoma ujumbe ule ifikapo asubuhi. Aliamka saa mbili asubuhi, haraka akaiendea bahasha akiwa na hamu ya kuusoma ujumbe uliokuwa humo. Alitoa barua ndefu na kuanza kuisoma. Barua ilisema: teremsha bunduki unaowatetea mbona hawakukumbuki? Acha kukwamisha mipango yetu. Unataka kuibeba nje, iwe serikali ya wauza mihadarati, iwe serikali ya wauza unga, iwe serikali korapti, tujinafasi. Vijana wetu wanafanya maandamano nchi nzima yasiyokoma mpaka tushinde. Acha kiherehere, afande. Wanaofaidi ni askari wakubwa, wewe ni askari mdogo tu. Hakuna chochote unachopata zaidi ya kuishi kwa hofu. Watoto wa unaowalinda wanaendesha magari ya kifahari, wanaendesha Ferrari, wanaendesha Lamborghini wanaendesha Rolls Royce, wewe unaendesha nini? Hata bajaji huna afande. Afande, wewe unadaiwa kila duka. Ukiteremsha bunduki, utapewa milioni mia moja kama zawadi. Mipango ikifanikiwa, utapewa cheo kikubwa katika serikali yetu. Amani iwe kati yetu. Afande Majula alimaliza kuisoma barua ile, kisha aliitupa chini akitetemeka. Alizunguka ndani ya chumba chake kama mtu anayetafuta kitu. Alizunguka tena na tena akazunguka huku na huku. Kuna wakati alifungua mlango wa chumba chake, akatoka ndani ya nyumba yake, akatazama mahali alipoishi. Haikuwa nyumba, kilikuwa kibanda cha mabati kilichoitwa nyumba, kilikuwa chumba alichoishi humo. Tazama pembeni akaona nyumba za kupendeza, nyumba za kuvutia uishi humo. Ndipo Majula akapaa chini kidogo, akatazama juu, akatazama chini, akatembea kwenda mbele, akatembea kurudi nyuma, akawaza: ni kweli nina madeni, ni kweli ninadaiwa Nekweli, ni kweli nimekopa. Lakini Majula akakumbuka anaishi katika chumba kimoja kwa sababu ameshindwa hata kuwa na mke. Alimchumbia binti mmoja, akaombwa mahari milioni nne akashindwa kuipata. Majula akawaza kawaza na kuwazua akatafakari huku na huku akapiga hoja zake kisha akarudi ndani. Aliporudi ndani, alichukua sare zake akazitazama, akautazama mkanda uliokuwa na bendera ya taifa akatabasamu. Kisha alikwenda katika kabati, akatoa picha zake akiwa katika mafunzo ya jeshi la polisi, akasema na yao na mabadiliko. Kisha akachukua simu yake na kupiga namba ya Master Balon. Simu iliita, semu afande alijibu. Master alipopokea simu, afande Majula akazungumza kwa ujasiri Haijawahi kutokea Majula akazungumza kwa ujasiri kama alivyozungumza leo. Majula akasema, sikujiunga na jeshi la polisi ili kujipatia fedha. Ningetaka fedha, ningekuwa mfanyabiashara. Nilijiunga na jeshi la polisi kuisaidia nchi yangu, kulinda wananchi na mali zao. Kwangu upolisi sio ajira, ni maisha. Siteremshi bunduki na kamwe haitashuka. Simu ikakatwa.